Kuna ambao ni wagonjwa wanasubiri pakucha wakatafute matibabu, lakini pia kuna ambao tayari wametangulia mbele ya Allah subhanahu wa taala, na watu wanajiandaa kwa ajili ya mazishi. Sasa sisi kuamshwa salama na Allah subhanahu wa taala, hii ni neema, na kwa neema hii tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala, lakini pili hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa taala wa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa hii, nayo pia ni neema kubwa miongoni mwa neema ambazo tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuiswali swala hii ya subhi, kwani kuna wengi ambao hawajaamka mpaka hivi sasa, bado wamelala. Lakini pia kuna ambao wameamka wakaendelea na majukumu yao, hawakuona umuhimu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi kuamshwa na Allah, hii ni neema na tunatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wataala. Lakini tatu, hatuna budi pia kumshukuru Allah kutujalia e, kukaa na kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala, jambo ambalo pia huwa halipendwi na nafsi. Sasa unapoibana na kuilazimisha nafsi ikabaki katika vikao vya kheri kama hivi, hiyo nayo na pia ni neema, yatakikana mwislamu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunaendelea kukumbushana mambo ambayo yanahusiana na mwezi wa Ramadhan. Katika darsa ya leo, tutaangalia Lailatul Qadr, usiku wa heshima, kwamba usiku huu una fadhila gani na usiku huu wa Lailatul Qadri unapatikana kipindi gani? Kama tulivyokumbushwa katika baadhi ya darsa, kwamba usiku huu ni usiku ambao ni mtukufu sana, na usiku huu unapatikana katika kumi hili la mwisho ambalo tumelianza leo, na kwa kuwa usiku huu unapatikana katika kumi hili yatakikana Muislamu kwa hakika kujitahidi kutafuta usiku huu ili aweze kupata kheri zake. Lakini ndivyo walivyokuwa wakifanya wema waliotangulia. Ndani ya kumi la mwisho, watu walikuwa wanajitahidi katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishindwa kabisa, basi utafute kwenye ile swala ya, ya, ya, ya tarawehi baada ya swalatu al isha watu wanaswali tarawehe. Hebu ibane nafsi yako na ilazimisha nafsi yako isikose hii swala, kwa sababu kuamka usiku awezekana ikawa ni gogoro kubwa zaidi, lakini kama utaamua kutafuta katika eh, swala ya tarawehe pia unaweza ukafanikiwa na ukaupata usiku huo. Lakini ikiwa wewe hata swala ya tarawehe yenyewe ya saa mbili, saa tatu inakushinda kuja kuamka usiku, itakuwa ni swala moja gumu sana. Allah subhanahu wa taala anasema, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qurani katika usiku wa lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qurani katika usiku wenye heshima kubwa. Wama adraka ma lailatul qadr, na ni jambo gani litakalokufahamisha ni upi huo usiku wa lailatul qadr ni upi huo usiku wa heshima kubwa lailatul qadr? Usiku wa lailatul qadr, khairum min alf shahri, ni mbora kuliko miezi elfu moja. Tanazzalu almalaika, huteremka malaika waruhu, na Jibril fiha, ndani ya usiku huo, biidhni rabbihim, kwa idhni ya mula wao min kulli amri, na kila jambo, kila jambo ambalo linatakiwa, eh, lifanyike katika mwaka mzima, basi malaika wanashuka nao katika usiku huo. Walailatul qadr salamun hiya hatta, ni amani tupu katika usiku huo, ni amani hatta matlai lfajir, mpaka itakapochomoza alfajiri kwayo usiku kucha kuna amani, kumetulia, kuna utulivu mpaka alfajiri itakapofika. wakad ntawamati hadhihi suratu lkarimatu jumlata fadhaili lihadhihi llaila, sura hii imepangilia jumla ya fadhila zinazopatikana katika usiku huu. Aya aya hizi au sura hii imepangilia mambo mazuri yanayopatikana katika usiku huu kuonyesha ubora wa siku hi, hiyo ya Lailatul Qadr. Miongoni mwa ubora na fadhila zinazopatikana katika usiku huu anna Allah azza wa jalla anzala lqurana fi hadhihi laila, ili kuonyesha ubora wa usiku huo, kwanza kabisa ni kwamba Allah subhanahu wataala ameiteremsha Qur'ani katika usiku huo, katika usiku huo wa Lailatul Qadr, kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: inna anzalnahu, hakika sisi tumeiteremsha Qur'an, fi lailatin mubarakatin, katika usiku uliobarikiwa, inna kunna mundhirin, hakika sisi tumekuwa ni waonyaji. Kwa miongoni mwa ubora wa usiku huo ni kwamba usiku huo imeteremsha Qur'an, na kutokana na utukufu wa Qur'an, basi na hiyo siku ambayo ilishuka Qur'ani, siku hiyo inakuwa ni siku tukufu sana mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Miongoni mwa fadhila za usiku wa Lailatul Qadr, anna Allahu Azza wa Jalla azama shanaha bidhikriha wa, wa bi qawlihi. Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametukuza jambo lake, ameutukuza usiku huo kwa kuutaja pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala: wama adraka ma lailatul qadr, na ni jambo gani litakalokufahamisha ni upi huo usiku wa lailatul qadr? Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba usiku wa Lailatul Qadr ni usiku ambao una fadhila kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tatu, anna al-ibadata fiha, hakika ibada itakayofanyika ndani ya usiku wa lailatul qadr, ibada yoyote iwe ni ibada ya swala, iwe ni ibada ya kumtaja Allah, iwe ni ibada ya kusoma Qur'ani, iwe ni ibada yoyote ibada hiyo itakayofanyika ndani ya usiku huo khairum min al-ibadati fi alfi shahrin leisa fiha lailatul qadr, ibada hiyo itakuwa ni bora sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuliko ibada itakayofanyika kwa muda wa miezi elfu moja katika siku ambazo hasi katika lailatul qadr. Kwa hiyo, ukakutwa unafanya ibada, ukakutwa unaswali, unaandikiwa ni sawa na mtu ambaye ameswali miaka themanini na kitu hivi miezi elfu moja. Ukakutwa unasoma Qur'ani, unaandikiwa umesoma Qur'ani kwa muda wa miaka hiyo themanini na kitu, miezi elfu moja. Ukakutwa na mtaja Allah, unaandikiwa hivo hivyo. Hii ni kuonyesha utukufu na ubora wa usiku wa Lailatul Qadr. Miongoni mwa ubora wa kuonyesha kwamba usiku wa Lailatul Qadri unafadhila na ni bora

wakiwa na rahma nyingi, lakini pia wakiwa na baraka nyingi, lakini pia wanateremka na utulivu waqila, na kukasema tatanazzalu bikulli amrin qadahu Allah, wanateremka na kila jambo ambalo amelihukumu Allah subhanahu wa ta'ala wa qaddarahu, na akalikadiria lihadhihi sana katika mwaka huo, kama kala subhanahu wa ta'ala kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala fiha, ndani ya usiku huo wa lailatul qadr, yufraqu kullu amrin hakim, hubainishwa kila jambo la hikima, kila jambo la hikima, kila jambo zuri, mambo yote eh, yanabainishwa katika usiku huo, amran min indina ni amri ambayo inatoka kwetu sisi, inna kunna mursilin, hakika sisi tumekuwa ndiyo wenye kutuma mitume. Hapa pia kuna radi, kuna maelekezo, kuna kujibiwa wale ambao wanasema usiku wa nisfi min shahari shaabana ndio mwezi ambao unakadiriwa vitu vyote riziki za watu na kila kitu. Kuna watu ambao wanasema hivyo kwamba usiku wa mwezi kumi na tano katika mwezi wa Shaabani, tarehe kumi na tano katika mwezi wa Shaabani, kuna watu ambao wanasema kwamba hapo ndiko riziki zinakadiriwa zina, zina, zina kutoka kwa Allah subhanahu wa taala na mambo mengine hiyo ni kauli ya uongo kauli ya sawasawa sawa. mambo yote yanakadiriwa katika usiku wa Lailatul Qadri ndani ya mwezi wa Ramadhani katika kumi la mwisho. Miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha utukufu na ubora wa usiku wa Lailatul Qadir, anna al-amna was-salama yahullu fi hadhihi al-laila ala ahli al-iman kwamba amani na salama huwa yahullu fi hadhihi laila, yani huenea katika usiku huo. Usiku huo unakuwa ni usiku wa amani, nakuwa ni usiku, usiku ambao una baraka nyingi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini baraka hizo zinawahusu wale watu wa, wenye imani, wasiokuwa na imani Utulivu huo hautowahusu wala hawatauona ambao hawana imani. Mambo hayo mazuri hawataweza kuyaona, kutokana na kwamba wao hawana imani. Ama watu wenye imani watauona usiku huo namna utakavyokuwa umetulia, una amani, umezungukwa na amani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Miongoni mwa mambo ambayo yanaonyesha ubora na utukufu wa siku usiku wa Lailatul Qadr ni hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema: man sawama ramadana, yeyote atakayefunga mwezi wa Ramadhani imanan wa ihtisaba, ya wa hali ya kuwa anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa ana iman lakini pia hali ya kuwa anatarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambihi, anasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Kwa kule kuifunga Ramadhani ni sababu ya yeye kusamehewa makosa yake na Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akasema, waman qama lailatal qadr, na yeyote atakayesimama usiku wa Lailatul Qadr imanan ihtisaban, hali ya kuwa na imani na hali ya kutaraji malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqadama min dhambihi, atasamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hii ni kuonyesha ubora na fadhila na utukufu wa usiku wa lailatu qadr kwa fadhila hizo

ambayo imeteremshwa ndani yake Qur'an. Hii inaonyesha ya kwamba Qur'an imeshushwa katika mwezi ee, wa Ramadhani katika usiku wa Lailatul Qadr wa amma tahdiduha, ama kuiwekea mipaka na kuitaja na kuielezea Lailatul Qadr.

miongoni mwa madhehebu yao katika jambo hilo akthara min 40 qawlan, qawli zaidi ya 40. Thumma dhakara hadhihi al aqwala wa adillata ashabiha, kisha Ibn Hajari akataja qawli hizo, lakini pia akataja dalili za wenye kauli hizo. wal aktharuna ala annaha fi al ashr al awakhiri min Ramadan, na wengi wao wengi ma wa maulama wanasema ya kwamba Lailatul Qadr inapatikana katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhan, Ramadan, li hadithi abi sa'id al Khudri, kwa ushahidi wa

Haya ni maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallama, anawaelekeza umati wake kwamba waitafute lailatul qadri katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani wa aktharuhum ala anaha fi lwitri min alashr alawakhir, na wengi miongoni mwa maulama wanaelezea ya kwamba

Kwa hiyo watu wataanza leo usiku wa leo kuitafuta Lailatul Qadr kwa sababu usiku wa leo ni usiku wa ishirini na moja. Kwa siku za witiri ni usiku wa ishirini na moja usiku wa ishirini na tatu, usiku wa ishirini na tano ishirini na saba ishirini na tisa haya masiku matano haya basi muislamu jitahidi katika kuitafuta Lailatul Qadr. Ukishindwa kuitafuta katika masiku kumi au masiku tisa, basi haya masiku matano haya yajitahidi muislamu katika kuitafuta Lailatul Qadr, lakini ni vyema ukajitahidi kuanzia leo. Hakikisha haupitwi na qiamu Ramadhani, hakikisha haupitwi na swala ya tarawih kwa kuitafuta Lailatul Qadr, huenda ukaipata ndani ya mwaka huu.

kundi la maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa bihi jazama, Ubay ibn Ka'bi Ka na ndivyo alivyoweka azma na kuelezea huyu sahaba Ubay ibn Ka'bi Ka wa halafa alaihi na akaapa, kama fi Sahihi Muslimi, kama ilivyokuja katika Sahihi Muslimi kwamba sahaba huyo aliapa ya kwamba usiku huo unapatikana katika siku usiku wa 27, katika mwezi wa Ramadhani. Qultu, sheikh Albani anasema, nikasema. Alladhi yadhharu li, asema kile ambacho kinadhihiri kwangu mimi, kile ambacho kinakuwa kiko wazi kwa upande wangu, anna lailatal qadri fil ashril awakhiri Hakika usiku wa lailatul qadri unapatikana katika kumi la mwisho katika mwezi wa Ramadhani, wa autari al-ashri akadun, na vile vile masiku ya witri ndiyo yaliyowekewa mkazo zaidi. wa annaha tantaqilu fiha, na hakika usiku wa lailatul qadri unahamahama katika masiku ya witiri. Mwaka huu inawezekana ukawa katika siku ya ishirini na moja, mwaka utakaokuja ukawa ishirini na tano, mwaka mwingine ikawa ishirini na saba, mwaka mwingine ikawa ishirini na tatu, mwaka mwingine ikawa ishirini na tisa. Kwa hiyo inahamahama katika masiku ya witiri, wa annaha la tahtassu bilailati lsabii walishrin, kwamba usiku wa lailatul qadri sio mahsusi katika siku au katika usiku wa 27 Ramadhani. fa inna ma jaa, hakika hadithi ambayo imekuja an Ubay, kutoka kwa Ubay annaha lailatu sabi'i wal ishrin, kwamba usiku wa lailatul qadri ni usiku wa 27 hadha fi sana hili ilikuwa ni katika mwaka, huenda katika mwaka huo ilipatikana katika tarehe au katika usiku wa 27, wala saba, yaani taayinuha fi kuli sana, na hii haikuwa. Makusudio yake ni kuibainisha kwamba kila mwaka inakuwa usiku wa 27 saba katika mwezi wa Ramadhan, wa yadulu alaihi ana nabia sala llah wa na inafahamisha ya kwamba hakika mtume sallallahu alaihi wasallam qad wafaqa lailatul qadri lailata ihda wa ishirini. Imepokelewa ya kwamba mtume aliidiriki lailatul qadri katika moja moja moja ya miaka aliidiriki katika usiku wa ishirini na moja, yani usiku wa leo kama fi hadithi

faltamisuha fil ashril awakhiri fil, fil witri, itafuteni lailatul qadri katika masiku eh, ee, katika kumi la mwisho katika masiku ya witri. wa inni raaitu anni asjudu fi ma'in wa tin, na hakika mimi nimeona, yani nimeota kwamba mimi nasujudu katika maji na udongo. Kala abu saidi, abu saidi akasema muturna lailata 21 , tulinyeshelezewa mvua usiku wa lailatul qadri usiku wa 21 katika mwezi wa Ramadhani. fawakafa almasjidu, msikiti ukatota uka maji Ha, ukatota maji msikiti fi musalla rasulullah sallallahu alaihi wasallama, katika sehemu anakoswalia mtume sallallahu alaihi wasallama. Fanadhartu ilayhi, nikamwangalia mtume wa qad insarafa min salati subhi, ametoka katika swala ya subhi. Wa wajhuhu mubtalun twinan wa maa, na uso wake ukiwa umetota una udongo na maji katika usiku huo wa 21. Hii inaonyesha ya kwamba ndio usiku ambao ulikuwa ni usiku wa Lailatul Qadr. Kwa ndugu zangu katika imani, watu wanatakiwa waanze kuanzia leo kujipinda kuitafuta Lailatul Qadr, na watu katika kumi hili la mwisho wanajitahidi, wanajaa katika misikiti kwa ajili ya kuitafuta Lailatul Qadr, na sisi vile vile, pamoja na hali hii ya mvuamvua mvua isije ka kuzuia kutafuta fadhila kama hizi. Hauna uhakika wa kufika Ramadhani ya mwakani, ili uje ujitahidi katika kumi la mwisho katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutumieni fursa hii, ibane nafsi, ilazimishe nafsi, pamoja na tope, pamoja na mvua, pamoja na hali yoyote ambayo itakuwa ina ugumu Ibane nafsi yako, njoo msikitini kwa ajili ya kuswali swala ya tarawih, huenda ukaipata lailatul qadr. Utakapofanikiwa kuipata lailatul qadr unatakiwa kusema maneno gani? yustahabbu duau fiha, ni sunna kuomba dua

Ewe hey Allah, hakika wewe ni mwenye kusamehe, tuhibbul afwa, na unapenda kusamehe, faafu anni, nisamehe mimi. Hiyo ndio dua ambayo muislamu anatakiwa kuiomba usiku wa lailatul qadri, eh, allahumma innaka afuun tuhibbul afwa faafu anni. Kwa ndugu zangu katika imani, kwa hakika Tujitahidi kuitafuta Lailatul Qadri. Khairi zake ni nyingi, baraka zake ni nyingi, hivyo tujitahidi katika kuitafuta. Na kuitafuta ni kuitafuta kwa kufanya ibada, kwa kujikurubisha mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, si kuitafuta kwa kuiangalia kwamba leo kuna nini, kukoje. Wewe unatakiwa ujitahidi katika kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala.